Serikali imesema inaridhishwa na maendeleo ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa meli kubwa tatu katika ziwa Nyasa kufuatia uhakika uliotolewa na kampuni ya Songoro Marine iliyopewa zabuni ya uundwaji wa meli hizo. Mkurugenzi wa kampuni hiyo Songoro Marine Salehe Songoro amemweleza amemweleza hayo waziri wa katiba na sheria Dr. Harrison Mwakembe wakati wa ziara yake ya kutembelea bandari ya Itungi wilaya ni Kiela. Kwa taarifa zaidi tujiunga na mwandishi wetu Hosea Cheyo. Kwenye taarifa hii, uundwaji wa meli tatu ndani ya Ziwa Nyasa ni mpango wa serikali wa uimarishaji wa sekta ya usafiri na usafirishaji. Waziri wa sheria na katiba Dr. Harrison Mwakembe ametembelea na kujionea hali halisi ya uundwaji wa meli hizi ni kikubwa zaidi kuhusu mafanikio mradi ni kwamba Tanzania imejiondolea fedheha ya miaka mingi sana, zaidi ya miaka hamsini ya kulamba miguu ya Malawi kuweza kutengeneza meli zetu zikiharibika. Meli ikiharibika hata boti ndogo ndogo, ndio maana kuna boti ya polisi hapa, hatuwezi kupeleka Malawi, lazima mpige magoti mankebe Malawi kwenda kutengenezea. Kwa hiyo imekuwa hivyo kwa miaka mingi toka uhuru, lakini sasa hivi tumefanikiwa sana kwamba utengenezaji wa meli zote sasa hivi ndani ya ziwa Nyasa mdogo na kubwa tutafanyia hapa hapa kwenye ule mtambo mkubwa mliuona hapa watelezo. Leo hii tunaona mameli makubwa haya mawili ya mizigo yanakaribia kuingia majini na tayari utengenezaji wa meli ya abiria vile vile kubwa. Uh, ndio huko mbioni, si ajabu mwisho mwaka huu na uh, meli tatu zimejengwa hapa Itungi Port. Ni mafanikio makubwa sana kwamba Itungi Port nayo sasa hivi ni kiwanda cha kuzalishia boti. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Songoro Marine, Saleh Songoro, amemweleza waziri Mwakiembe kuwa ifikapo mwezi Oktoba mwaka huu meli mbili kati ya tatu zitakuwa zimekamilika. Mradi kwa ujumla ulichelewa. Kwanza ulianza mwaka jana 2015 mwezi wa kumi, na kama nilivyosema utakamilika mwaka huu mwezi wa kumi. Kutoka hapa Kyela mkoani Mbeya, mimi ni wa TBC. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi imebadili mkataba kati ya manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam na waliokuwa wakazi wa kazo Magomeni Kota na kuchukua jukumu la kujenga makazi hayo yaliyobomolewa na manispaa hiyo kwa lengo la kuyaboresha. Akizungumza na wawakilishi wa wakazi hao wa Magomeni Kota, waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi William Lukuvi amesema Rais John Magufuli ameamua eneo hilo lirudishwe serikalini na wizara ya ardhi isimamie ujenzi wa makazi hayo. Mwandishi wetu Nora Uledi ametuandalia taarifa ifuatayo. Wakazi wa iliyokuwa Magomeni Kota wakiitikia wito wa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi William Lukuvi. Na hapa Waziri Lukuvi akaeleza lengo la kukutana na wakazi hawa. Kwa Mheshimiwa Rais ameagiza yafuatayo: kwamba sasa ule mkataba ambao manispaa ya Kinondoni walishindwa kuutekeleza wa kujenga nyumba 644 katika eneo la Magomeni Kota kwa pangisheni nyie na kuwauzia kuwapa kipaumbele cha kununua kwanza utekelezwe na serikali, sio Kinondoni tena. Kwa hiyo serikali sasa ndio itafanya jambo hilo. Takriban wakazi 644 wameathirika na ubomoaji katika eneo la Magomeni Kota, na hapa hawakuficha hisia zao kufuatia uamuzi huo. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri, kwa sisi wanakota, toka ingie katika madaraka ndio suala kubwa ambalo wametutendea wanakota, hatutomsahau kwa hilo. Kwetu sisi upande wa wanasheria, sasa tutakuwa na changamoto ya kuweza kuweka maneno haya uliyotuambia leo ndani ya stream ya sheria mahakamani ili kusudi ya replace yawe badala ya ule mkataba na hukumu ile ambayo ilikuwa imetolewa ime, ime, ime, ime. Kwa kweli uamuzi wa rais, tumemshukuru sana rais wetu kwa uamuzi wake wa kuamua kwa kuipa serikali kuu kujenga hizi nyumba. Kusema kweli, tunashukuru sana kwa maamuzi yaliyotolewa na Rais Magufuli, tunampongeza sana. Yaani, ukuatu ni watu wa kuhangaika hangaika maa mahakamani, mara ukatoelee hatima yetu. Eneo la Magomeni lenye ukubwa wa hekari thelathini na tatu litajengwa makazi kwa ajili ya kuwauzia wakazi waliokuwa wakiishi eneo hilo. Nora Uledi, TBC, Dar es Salaam.